Bismillahi rahmani rahim, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vipi hali zenu? Natumaini yote ni wazima wa afya. Karibuni tena na tunaendelea na cookies, biscuits kwa ajili ya Eid, na leo nimewaletea biskuti nzuri sana tamu sana, zina muonekano mzuri na zinapendeza sana. Kwa kuanza, kwa mahitaji hapa na bata masiagi ni robo, yaani mia mbili hamsini gram. Nitaisaga kidogo tu ili ilainike, na baada ya hapo nitaongeza sukari. Sukari yangu ni kikombe kimoja, nimeweka na sukari yangu nimeisaga, ila sio lazima. Kama hupendi kusaga ama huna kifaa cha kusagia, ila kama unacho ni vizuri kuisaga baada ya hapo utasaga mpaka kila kitu kichanganyike vizuri. Siagi ilikuwa manjano mpaka iwe nyeupe, na baada ya hapo utaweka yai moja, na baada ya kuweka yai moja utaendelea kusaga kama dakika mbili, halafu utaweka arki ya vanila, na baada ya kuweka arki ya vanila utaendelea tena kusaga kidogo tu kama sekunde mbili, na mchanganyiko wako utakuwa kama hivyo. Na hapa sasa naweka kikombe kimoja cha unga wa pistachio. Yaani hizi ni pistachio nimezisaga kwa kile kidude cha kusagia vitu vikavu, nikapata unga wake, ndio nikamimina hapa. Pistachio ni nuts, kwa wale wasiojua, ni nuts kama njugu, korosho na zipo hizi nyingine zinaitwa pistachio, rangi yake inakuwa ya kijani. Naamini sote tunazijua. Maana kuna du, pistachio Dubai viral chocolate hiyo kila mtu anaijua. TikTok huko. Baada ya kuchanganyika vizuri hapa na unga wa ngano, unga huu ni vikombe viwili. Nitatia kidogo kidogo huku nikiendelea kuchanganya na mwiko. Baada ya hapo, nitatia baking powder kijiko kidogo cha chai, nimetia robo kijiko. Usitie baking powder nyingi, ukitia baking powder nyingi vileja vyako vitakwenda kufura na ikawa si kileja, itakuwa kama keki. Baada ya kuweka baking powder, unachanganya kwa mkono, huku unaendelea kuweka unga wako vikombe viwili mpaka umalizike wote. Pia niwakumbushe wapenzi wangu, msisahau kulaiki video zangu. Hamlaiki, kwa hiyo nakuwa nasema ah, mbona hawalaiki au hawazipendi hizi video? Kwa hiyo please, kama hampendi, basi niambieni Fau huna jipya eh kama mnazipenda basi likeini video haya. Sasa leo huu ndo mchanganyiko wangu, nitakwenda kutengeneza cookies za design mbili kwa kutumia mchanganyiko huu huu mmoja. Tutaanza na design ya kwanza, utateka kidonge kidogo kama hivyo, utatengeneza kiduara, utaweka katika tray yako ambayo umeitia baking pa baking paper. Kama huna baking paper kwa hapa pia sio lazima, kileja chako pia kitatoka vizuri sana viduara vidogo vidogo hivyo, halafu utachukua kifaa kama hichi. Kama huna kifaa kama hichi unaweza hata ukatumia kifuniko cha chupa, halafu utafanya kama hivyo, utakuwa una kata kata, usifikishe mpaka chini, unafikisha katikati tu, halafu utakata kata. Na baada ya hapo nilipaka yai juu, ila video sikurekodi, samahanini. Utapaka yai juu na baada kupaka ya kupaka yai juu utakwenda kuvichoma kwa dakika ishirini tu na baada ya dakika ishirini biskuti zako zitakuwa tayari na zitakuwa kama hivyo. Utavitoa, usiviache vikapiga rangi sana kwenye oven. Hizo ni biskuti za kwanza. Za pili, utachukua kiunga chako, utachukua mchanganyiko wako, utafanya vidonge. Sasa hivi hapa, fanya vidonge vidogo zaidi kuliko vile tulivyovifanya mwanzo, vidogo vidogo vidogo vidogo kama hivyo tunavyoona hapo na pia unapopika vileji ama kuki ama biskuti hakikisha unawacha nafasi kwa sababu unapovichoma vita expand. Baada ya hapo sasa tutakwenda kuvichoma kwa dakika ishirini tu na moto ninaoweka ni mia moja na hamsini. Baada ya dakika ishirini, tayari biskuti zetu zimetoka. Hizo hapo, zimeshawiva sasa. Baada ya hapo, tutaziweka pembeni zipoe, zipoe kabisa kabisa Wakati biskuiti zetu zinapoa, sasa acha tutengeneze chokleti. Hapa natumia chokleti hii, white cooking chocolate, na utaifungua na utaivunja vunja, na vizuri kutumia kibakuli kidogo, usitumie bakuli kubwa chokleti yako ikatandawa ha. Tumia kibakuli kidogo hivi, ili wakati wa kuja kumimina kutia kikleja chako kipate kuingia vizuri. Nadhani mnanifahamu na utaiweka kwa microwave, eka microwave sekunde thelathini tu. Baada ya hapo, utaichanganya utaichanganya mpaka hayo madonge yatalainika wenyewe na itakuwa chururu, iwe chururu kama hivi. Baada ya kuwa chururu kama hivyo, na vileja vyako hakikisha vimepoa, utachukua kimoja baada ya kingine, utatumbukiza kwenye ile uh, white chocolate. Baada ya kutumbukiza, utachukua uma hivi tatikisa tikisa ili kipate kipa kike vizuri, na juu iwe smooth, isifanye vidonge vidonge. Ni vizuri kuchukua uma, kwa sababu uma itakuwa inachuruza ile nyingine, itapata kutoka ile yote iliyo iliyozidi na pia utakuwa pangusa pangusa hivi kwenye kibakuli kama hivyo unavyoona mimi hapo, unafanya halafu utaweka kwenye tray. Na hapa wakati wa waku wa kuweka Ah, uh, kuki zetu lazima uwe na baking paper kwa sababu baking paper, wakati wa kuja kukibandua hichi kileja, wakati chocolate ikiwa ishayayuka inakuwa urahisi zaidi kuliko ukiwa hujaweka baking paper. Na sasa tayari vyote nimevitia chocolate kama tunavyoona, utaviacha vikauke. Ah, uh, chocolate nyeupe haichukui muda sana kukauka tofauti na ile ya, ya ya dark ile, lakini hii ya white chocolate mara moja inakauka kama dakika 30 tu, mie ilikuwa imekauka. Na sasa baada ya kukauka ile chocolate yangu nyeupe ilibakia nimeitia kwenye piping bag. Sasa tuna decorate tu. Kama ninavyosema, kila siku, chakula ni kupambwa. Utoe pesa yako ukanunue vifaa utumie muda wako ukai jikoni halafu ripue ripue tu haipendezi kipambe chakula. Kwa hiyo hapa sasa tuna, tuna kipamba ili Uh, biskuti zetu zizidi kupendeza, na baada ya hapo utaacha tena zikauke, sawa? Usitie hii mistari ya juu mpaka ile chokleti ya mwanzo ulotia ikauke. Na baada ya kutia na mistari hii ya pili, nayo tena utaacha tena ikauke. Sasa tunaona kimekauka, na sasa tena utaacha ikauke. Kimekauka, tunaendelea kukipamba tena. Hili ni furaha na kwenye furaha lazima tushereheke, na sherehe lazima inaendana na mapambo, sawa eh? na hivi vi, vi cases, kama vile vya cupcake lakini hivi vinakuwa vidogo vidogo special kwa cookies. Viko madukani, vipo kila rangi, ukienda viulezie. Usinunue vile vikubwa kama vya cupcake, hapana, hivi vipo vidogo vidogo. Na unapotia kileja chako hakikisha unakibandua zile chokleti zilizozidi ili kiwe kiko kisafi na chenye kupendeza utatia kama hivyo, halafu utaweka na kuweka pembeni. Na hizo ndio vileja vyetu, ukitaka unaita biskuti, whatever you want to call them. Vinapendeza, ladha nzuri, muonekano mzuri, vimependeza kwa kweli. Na hivi design nyingine pia, usije ukasema amesina chocolate nyeupe. Haya, alhamdulillah, unaweza pia ukafanya design ya chocolate. Asanteni sana pia ni waombe kama umefika mpaka hapa, na waombeni mlike video yangu kulike, muhimu sana. Mkilike YouTube, watarecommend video yangu kwa watu wengine tutapata kukua